Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Zaidi ya wajasiriamali 80 wametia sahihi mikataba ya kuanzisha biashara katika maeneo ya viwandani yanayoendelea kuzinduliwa katika kaunti mbalimbali za humu nchini. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya kitaifa ya uwekezaji John Mwendwa amesema maeneo hayo spesheli yana uwezo mkubwa wa kuzifaidi kampuni ndogo na za kadri. Kwa habari zaidi ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara maeneo ya viwanda na kuongeza bidhaa thamani pamoja na maeneo spesheli ya kiuchumi yanaendelea kukitwa kwenye kaunti mbali mbalimbali huku Kenya ikijizatiti kuimarisha juhudi za kuongeza thamani bidhaa zake na kuboresha sekta ya utengenezaji bidhaa. Akiongea wakati wa uzinduzi wa eneo la viwanda la The Link Warehousing and logistics lililoko katika jiji la tatu kaunti ya Kiambu, Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya uwekezaji humo nchini John Mwendwa alikariri umuhimu wa maeneo hayo katika kupiga jeki biashara na uchumi wa taifa. The first point is really trying to see that we facilitate investments by ensuring we facilitate a conducive business environment and doing that calls for, you know, a predictable business environment. Kwingineko, kampuni ya Kenya Power itatumia shilingi bilioni 40 katika muda wa miaka mitano ijayo kukarabati karabati na kuinua viwango vya miundombinu. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Power mhandisi Joseph Siror, aliyekutana na wanachama wa chama cha wahariri humu nchini, alisema uwekezaji huo utaimarisha usambazaji umeme na kupunguza gharama iliyofikia kilele cha asilimia 23.65, mwaka uliopita. Mwishoye frequency, frequency Kenya, halmashauri ya masoko ya mtaji imesimamisha huduma za kifedha za kampuni ya Trade Sense kwa muda wa siku 90 kwa kukiuka kanuni zilizowekwa. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo Wycliffe Shamaya amesema wamekuwa wakishauriana na wasimamizi wa kampuni hiyo tangu mwaka 2023 ili kutatua visa vya ukiukaji sheria vilivyotambuliwa.